Topic namba 97 kwa nini tangazo la leo ni habari kubwa zaidi? Leo ni siku ya furaha kuu kwangu, kwani naisherehekea pamoja na binti yangu. Nimenunua keki ya kichina kuadhimisha tukio hili. Tangazo la leo ni hatua muhimu kuelekea mafanikio ya muda mrefu ya Pi Network. Hata hivyo, naona baadhi ya pioneers wakilalamika na kukatishwa tamaa. Hii inatokana na taarifa potofu au habari nzuri bandia. Nimeonya mara nyingi kuhusu tatizo hili. Leo sikutarajia Pi Core Team kutangaza Open Mainnet, kutangaza bei rasmi au kuzindua programu mia moja za dApps. sababu ya wasiwasi wangu ni kwamba baadhi ya masharti muhimu hayajatimizwa ili Open Mainnet iweze kuzinduliwa. Wakati bei ya soko la kubadilishana bado haijatulia, wafanyabiashara au watoa huduma wanakabiliwa na hatari kubwa wanapokubali malipo kamili kwa kutumia Pi kwa sasa. Ukichunguza, kuna maombi sita tu ya KYB, matano kutoka kwa masoko ya kubadilishana na moja kwa huduma ya kuthibitisha wateja KYC. Kuhusu uthabiti wa bei, naamini Pi inapaswa kukubalika kama sarafu thabiti, stablecoin, na bei yake ilingane na GCV, Global Consensus Value. Ikiwa uliangalia mkutano wa mwaka 2025 wa Consensus, utagundua kuwa mijadala mingi ilihusu sarafu thabiti na sheria husika nchini Marekani na Kanada. Kuna mamia ya stablecoins tayari na kama nilivyosema hapo awali Pi inapaswa kuwa stable coin ya kialgorithimu inayotegemea imani ya jumuiya na mfumo imara wa ekolojia. Namo mwezi Mei mwaka elfu mbili ishirini na mbili, stable coin ya UST USD Terra yenye dola bilioni kumi na nane nukta saba na token ya Luna yenye dola bilioni ishirini zilianguka ghafla kutoka dola moja na dola themanini hadi karibu sifuri ndani ya siku chache. Mafunzo kutoka kwa miradi iliyoshindwa Mifumo ya uthabiti ya kialgorithimu hushindwa chini ya msongo wa soko. Faida kubwa zisizoendelevu huvutia hatari kubwa. Kukosekana kwa dhamana kunasababisha mporomoko mkubwa wa thamani. Utawala uliogatuliwa decentralized governance huwa dhaifu wakati wa matatizo. Kwa hivyo, jumuiya ya Pi Network inahitaji kujenga imani na kukuza mfumo imara wa kiuchumi ili kupambana na misukosuko ya soko. Tangazo la leo linaonesha kuwa Pi Core Team inaelewa kile kinachotusumbua pesa kwa sababu bei ya Pi bado haijaimarika, watoa wa huduma katika mfumo mzima wa Pi wanasita kuipokea kama njia ya malipo. Kwa hivyo Pi Core team haiwezi kuwezesha mfumo wa kurekebisha bei. Wakifanya hivyo, wanaweka mradi hatarini, na wafanyabiashara wachache sana watakuwa tayari kujiunga. Hata watakaojiunga, wataikubali Pi kwa bidhaa zenye thamani ya chini tu. Sababu ni rahisi Biashara zote huogopa kutotabirika kwa soko na hasara. Waasisi wengi hutumia fikra za kawaida za sarafu ya kidijitali wanapofikiria kuhusu Pi. Wanangoja tu bei ipande ili wauze pai yao. Kwa sababu ya mtazamo huu, Pi Core Team haiwezi kutuamini kabisa. Ndio maana wanaruhusu waasisi wachache tu kuhamishia pai kwenye pochi zao. Wakiruhusu wengi, itakuwa vigumu sana kupandisha bei ya pai katika soko la kubadilishana ndio maana tunaona hatua nyingi za KYC zikipelekwa kwa taasisi huru, ili wanaruhusu kuongeza mahitaji ya pai sokoni. Pioneers kuwezesha wallet zao, lakini hawahamishi pai moja kwa moja, hivyo kuhamasisha kununua pai kutoka kwenye soko badala ya kutegemea walizo nazo. Mnada wa majina ya mtandao domain name auction unalenga kuongeza mahitaji ya pai katika soko. Mkakati huu unafanya pai kuwa haba, jambo linaloweza kuongeza bei yake. Si Pi Core Team pekee bali pia timu ya GCV ya kimataifa inatekeleza mikakati kama hiyo ili kufanya Pi kuwa haba katika soko la kubadilishana. Tunawahimiza Pioneers waweke Pi zao badala ya kuuza, na pia tunawashauri wanunue zaidi. Hili linaendana na maslahi yetu ya pamoja kama yalivyoainishwa kwenye white paper. Hatua inayofuata kwa Pi Core Team ni kusaidia maendeleo ya mfumo wa ekolojia wa Pi Network wanatambua kwamba bei ya soko ya ubadilishaji inapokuwa chini sana kuliko thamani halisi ya Pi, mfumo wa ekolojia hauwezi kujiendeleza na wafanyabiashara hawatakuwa na hamu ya kujiunga. Kwa hiyo wanasaidia kuanzishwa kwa, kwa Pi Network Ventures. Tayari nimeanzisha ushirikiano wa sekta industry alliance nchini China na Ufilipino, walianzisha wao mwaka uliopita. Wazo langu la ushirikiano wa sekta kwa kweli ni sawa kabisa na Pi Core Team Pi Network Venture. Leo ninajisikia furaha kwa sababu najua hatua hii ni muhimu sana. Tunahitaji ushirikiano wa sekta mbalimbali mbali ambao utakubaliana kutumia pai kama njia ya malipo kati yao, ili kupunguza shinikizo kwenye soko la ubadilishaji na kusaidia kudumisha bei ya juu ya pai. Kwa mfumo wa ekolojia kuwa imara, bei ya kubadilishana itatulia na kupanda, kwa sababu watu wataona thamani ya kutumia pai kununua bidhaa au huduma badala ya kuuza pai yao. Hapo awali biashara nyingi haziko tayari kukubali Pi kwa sababu zinahitaji pesa taslimu ili kujiendesha na kukua. Pi Core Team inatoa msaada unaohitajika kwa ajili hiyo. Mafanikio hayatapatikana kwa urahisi, yanahitaji muda na msaada wa pamoja kutoka kwa jamii nzima. Matapeli peke yao ndio wanaoahidi pesa za haraka na kwa urahisi. Ukweli ni kwamba wale wanaotaka kuwa matajiri kwa haraka mara nyingi huishia kutapeliwa. Kwa nini hatuwezi kuwakomesha matapeli? Kwa sababu baadhi ya watu ni wavivu, wana tamaa na wana ndoto zisizo halisi. Watu wa aina hii huvutiwa na matapeli, wanawapa habari za kufurahisha, hali inayowapelekea kuwa maskini zaidi. Basi mtu anawezaje kuepuka kutapeliwa? Jibu ni rahisi, usiwe na tamaa na uvivu. Ukiwa na msimamo na ukiepuka tamaa, hutadanganywa kwa urahisi. Nimeona bei ya Pai imeshuka hadi karibu dola 0.80. Kushuka huku kwa bei kunatokana na baadhi ya pioneers kuamini habari za uongo. Walitarajia kutokea kwa open mainnet leo, lakini iliposhindikana wakakimbilia kuuza. Warren Buffett aliwahi kusema kuwa hahitaji bei ya hisa kuathiri hisia au maamuzi yake. Kwa kweli, mara nyingi yeye hufanya kinyume na watu wengi. Bei zinaposhuka, yeye hununua badala ya kuuza. Huu ndio mtazamo unaotofautisha matajiri na maskini. Matajiri huendelea kwa matajiri zaidi, huku maskini wakizidi kuwa maskini. Natumaini pioneers na kuwa na maono na hekima ya kutambua nini hasa ni habari njema.